Wizara ya Nishati na Madini. Mheshimiwa Oran Manase Njeza, Mbunge wa Mbeya Vijijini, sasa ulize swali so lako. Halmashauri ya Mbeya vijijini ina vijiji vingi ambavyo havijapata umeme katika mpango wa REA na pia utekelezaji wa REA awamu ya pili uko nyuma sana. Je, ni vijiji vingapi katika halmashauri ya Mbeya viko katika awamu ya pili ya mpango huo? Naibu Waziri Medad Kalemani anaenda kutoa majibu ya serikali. <coughs> Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa nishati na madini, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Olani Manase Njeza, mbunge wa Mbeya vijijini, ya sehemu A, B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, vijiji vya halmashauri ya Mbeya vilivyomo kwenye REA awamu ya pili ni ishirini na saba vikiwemo vijiji vya Chang'ombe, Hatwelo, Haporoto, Idimi, Kasere pamoja na kijiji cha Wambishi. Mheshimiwa naibu spika mradi unaotekelezwa katika awamu ya pili unafanywa na mkandarasi Sinotech, ambao pia umefikiwa asilimia 54.33 na mradi huu unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu wa 2016-2017. Mheshimiwa Naibu Spika, katika miradi yote inayotekelezwa na serikali kupitia mfuko wa REA vijijini, kipaumbele kimewekwa kwenye huduma za jamii kama vile mashule, zahanati, vituo vya afya, nyumba za ibada na mashine za kusukuma maji katika mpango wa awamu ya pili ya umeme vijijini maeneo ya huduma za kijamii ambayo yamefikishwa pamoja na huduma za umeme katika halmashauri ya Mbeya vijijini ni pamoja na shule za msingi 23, shule za sekondari tano, zahanati kumi, kituo cha afya kimoja pamoja na nyumba za ibada. Mheshimiwa na Spika, vijiji vingine vya Mbeya vijijini ambavyo havikupata umeme kwenye mpango wa REA Kabambe awamu ya pili vimewekwa kwenye awamu ya tatu unaotarajiwa kuanza kutekelezwa baada ya bajeti hii ya 2016 kupitishwa na waheshimiwa wabunge. Jumla ya vijiji 111 katika kata 30 za Mbeya vijijini vimejumuishwa katika REA ya awamu ya tatu. Kazi ya kupeleka umeme kwenye maeneo yanayojumuisha ujenzi wa shule za umeme pamoja na sanati itafanyika kwa ujenzi wa, wa, wa njia ya umeme wa msongo wa kilovolt 33 yenye urefu wa kilometa 480. Ujenzi wa njia ya umeme wa msongo wa kilovolt yenye urefu wa kilomita 530, ufungaji wa transformer 137 za ukubwa mbalimbali, lakini pamoja na kuunganisha umeme wateja wa awali 7465 gharama za kazi hii zinakadiriwa kufikia shilingi bilioni 51.52. Mheshimiwa Oran Manase Njeza, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nipende kumshukuru naibu waziri kwa majibu yake mazuri na vile vile kuipongeza wizara hii kwa kazi nzuri inayoifanya kwa kusambaza umeme karibu vijiji vyote vya Tanzania hii, na pia ningependa na kuwapongeza mainjinia wa, um, mainjinia wa TANESCO waliopo pale Mbeya akiwemo injinia Maze na injinia Kiduko pamoja na injinia eh, Mbaramwezi pamoja na hayo ningependa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, wizara ina mpango gani wa kusambaza umeme pamoja na hii REA kwenye vitongoji vilivyobaki katika vijiji hivyo vilivyotajwa? Swali la pili, kutokana na ongezeko la usambazaji wa umeme vijijini, inaelekea kapasiti ya watumishi wa Tanesco ikiwemo vifaa haitoshelezi tena. Je, wizara ina mkakati gani wa kuhakikisha kuwa inaongeza kapasiti ya watumishi ili iendane pamoja na usambazaji wa umeme vijijini? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri nishati na Madini. Mheshimiwa na Naspika, Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa, pamoja na mradi huu kabambe wa REA kuendelea kufanya kazi yake, lakini bado kuna miradi mingine ambayo itaendelea kwa ajili ya kukamilisha shughuli zinazowachwa na REA. Baadhi ya kazi zinazoendelea hapa sambamba na miradi ya REA, Mheshimiwa Spika pamoja na Mheshimiwa mbunge, ni pamoja na mradi wa Underline. Mradi wa Underline unaendelea kupita kukamilisha maeneo ambayo yanawachwa na TANESCO pamoja na REA. Mheshimiwa naibu spika, swali la pili kuhusiana na uwezo wa capacity pamoja na management. Ni kweli kabisa kama mnavyojua TANESCO ni shirika la zamani, lakini tunashukuru sana waheshimiwa wabunge pamoja na serikali ya awamu ya tano, ni kwamba tunapata uwezo wa kuongezewa nguvu. Kwa sasa hivi tunaongezea nguvu shirika letu la TANESCO kwa maana ya kuvinunulia vifaa vya kutosha kama matransforma pamoja na majenereta ambako tunatumia mafuta. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge nimhakikishie kwamba shirika la TANESCO pamoja na REA pamoja na miradi mingine itaendelea kuimarishwa ili kufanya kazi zake vizuri. Mheshimiwa mbunge wa Mikumi. Asante sana Mheshimiwa naibu spika, swala hili la Mbeya vijijini linafanana sana na tatizo sugu la umeme katika jimbo letu la Mikumi. Swala langu ni kwamba je, ni lini serikali itapeleka umeme huu wa REA kwenye kata za Tindiga, Mabwelebwele, Ulaya, Zombo, Muhenda, Uleling'ombe na Vidunda. Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa na Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Mikumi kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa hapa tulipofika leo, awamu ya pili tunatarajia ikamilike mwezi Juni mwaka huu lakini vijiji vyote ambavyo vitakuwa vimesalia bila kuwa na umeme pamoja na vijiji alivyovitaja Mheshimiwa mbunge vya kwenye wilaya pamoja na jimbo la Mikumi, vyote tunatarajia tuvifikishie umeme kwenye REA ya awamu ya tatu. Kwa hiyo nimuhakikishie Mheshimiwa mbunge vijiji vyako vyote vitapata umeme REA ya awamu ya tatu. Lakini Mheshimiwa naibu spika, niongeze kusema tu, waheshimiwa wabunge, kwanza niwapongeze sana kama utakavyoleta bajeti yetu, tuna matumaini makubwa kwamba bajeti yetu ya kupeleka umeme vijijini itapitishwa na waheshimiwa wa bunge, na ikishapitishwa kama tunavyosema siku zote, kwa sababu swala la umeme ni la kufa na kupona, dhamira ya serikali ya awamu ya tano ni kupeleka umeme kwenye vijiji vyote. Tunataka kwenye awamu ya tano ifikapo elfu mbili na ishirini na tano, vijiji ambavyo vitakuwa havina umeme vitakuwa ni vya kutafuta. Kwa hiyo vijiji vyote vitapata umeme REA awamu ya tatu. Mheshimiwa Mkamia. Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kunipa nafasi na mimi na niulize swali moja dogo la nyongeza. Katika usambazaji wa umeme kwenye hii REA phase 2 wilaya ya Chemba, makao makuu ya wilaya, umeme ule umepelekwa kwenye nyumba ya mkuu wa wilaya tu, lakini pia katika vijiji vya Gwandi Farkwa na Kwamtoro, ambayo ilikuwepo kwenye programu hii, havijapelekewa hata nguzo. Mheshimiwa Waziri, naomba anihakikishie hapa kwamba je, mpaka kufika Juni miradi hii itakuwa imekamilika? Mheshimiwa naibu waziri nishati na madini. Mheshimiwa na spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Nkamia mbunge wa Chemba kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa baadhi ya maeneo ambayo yamepelekewa umeme tumepeleka kwenye vituo vikubwa, hatujaanza kusambiza kwenye vijiji, lakini nimwhakikishie Mheshimiwa Nkamia kwamba ni kweli vijiji ambavyo vimesalia kwenye REA awamu ya pili. Sasa hivi kazi inayofanyika ni kuvihakiki ili tubaini ni vituo gani na vijiji gani havijapata umeme kwenye REA ya awamu ya pili, lakini adhima yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vilivyokuwa kwenye skopu ya REA awamu ya pili kwanza vinakamilika ifikapo Juni mwaka huu. Hilo ni la kwanza, lakini la pili, kama itaonekana kwa dosari za kibinadamu vijiji vitasalia, vyote vitakavyokuwa vimebaki vitaingia kwenye REA awamu ya tatu, pamoja na vijiji vya Mheshimiwa Nkamia.